lakini walikuwa wanaheshimu silatu rahim na walikuwa hawazai watoto wa nje ya ndoa. Abbasu bin Abdil Muttalib alikuja kwa mtume, ana jambo zito, anataka kumhadithia mwanawe au mwana wa nduguye. Alipofika kakaa karibu naye, akamwambia ya Rasulullah, lakad raaitu lbarihata ruya usiku wa jana, nimeota ndoto ruya rahiba, na ndoto ilimshtua. Kwa nini? Unaweza kuuliza, alikuwa anashughulishwa na ndoto. Kwani ndoto ndio nini? Ah, wakati mtume alipokuwa hajaondoka alibashiria akasema, mimi nitaondoka katika hii dunia, lakini falam yabqa minan nubuwa falam yabqa min mubashirati nubuwa illa ruya saliha, yale mambo ambayo yalikuwa yakipatikana wakati wa wahyi hayatopatikana. Vitakavyokuwa vimebaki ni vile vibashirio vilivyokuwa mtume akivipata kama ndoto. Ndoto peke yake ndo sehemu ya utume ambayo itakuwa imebakia katika hii dunia, baada ya mambo mengine wahyi kuondoka na kila kitu kingine lakini ndoto zitabakia, maanake ndoto za mitume zilikuwa ni za kweli, na kuna watu huota ndoto za kweli zikawa zina maana, ikawa ni risala min Allahi ilay. Kwa hiyo mtume anasema, lam yabqa min mubashirati an-nubuwa illa ru'ya saliha yaraha ar-rajul au tura lahu, hiyo ndoto mtu ataota yeye au watu watamuotea, yani wataota kwa ajili yake, kwamba nimekuotea ndoto nzuri sana. Ina maana kwamba wewe ni mtu mwingine, na kuna message fulani fulani. Na kuna watu maalum ambao Mwenyezi Mungu amewapa ilmu za kuagua na kutabiri ndoto hizo. Sayyiduna Abbas akamwambia ya Rasulallahi, lakad la raaitu lbarihata ruya, usiku wa jana nimeota ndoto

Ndoto yake Abbas kaona ardhi imekamatwa vizuri na makamba, alafu inavutwa inasukumwa inapelekwa juu mbinguni. Na walikuwa wakiota ndoto, mtume saa salama akiwaagulia kizitafsiri ndoto zile, na mara nyingine alikuwa akiuliza hasa, hal raa ahadukum ruya, hal raa ahadukum ruya lailata albariha, yupo mmoja wenu yoyote kaota ndoto usiku, anihadithie Aliona ndoto anamhadithia mtume, mtume anaitafsiri. Kwa hiyo mtume alikuwa mjuzi wa tafsiri vile vile kama alivyokuwa Sayyidina Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoisikia ndoto hii akaitafsiri. Abasi alimuuliza nini maana yake ya, ya rasulullah? Mtume akasema dhaka wafatu ibn akhik maana ya ndoto hiyo, Abbas, ni kifo cha mwana wa nduguyo, ni kifo cha mwana wa nduguyo ni eh? nani mwana wa nduguye? ni nani mwana wa nduguye? mbona mjibu. Muhammad bin Abdillah ni Muhammad bin Abdillah. Ina maana mtume na tumena, anabashiri kwamba atakufa

mimi baada ya muda mchache nitakufa. Sallu ala lhabib. Kuna nyoyo nyingine ni nyoyo ni, very sensitive, shafaf, ni nyoyo zina hisia kali, ni roho tukufu safi, hazijui ghaib, lakini katika mambo ya ghaib Mwenyezi Mungu anaweza kuziarifu baadhi ya mambo zikatambua kwamba kunatokea jambo kuhusu mimi baada ya muda mchache. Miongoni mwa hao watu katika listi yao kiongozi wao ni Mtume Muhammad, na wapo baadhi ya watu hata katika ulimwengu wa leo, anaweza kukusimulia akakwambia, mimi nahisi siku zangu za kuishi zimekaribia kumalizika. na ukichunguza ukifuatilia baada mchacho, kueli, ya muda mchache unaona kweli anaondoka katika hii dunia. Alijuaje? ayalamu lghaiba? Je, anajua ghaib? la moyo umekuwa ni dalilu, qalbu lmumin dalilu, moyo wa mwislamu ndio dalali wake, anamwonyesha kila kitu, anampeleka kila mahali, anamfahamisha kila, nampa khabari nzito nzito, qalbu lmumin dalilu

nawaacha binti zangu wadogo wadogo, walee wenzako kesho. Ameondoka, amekwenda vitani, yeye ndo alikuwa wa kwanza kuuawa, katika wa kwanza kwanza yeye alikuwa kwanza, alikuwa anajua. Hawezi kujua, lakini Mungu amempa habari za siri, kamjulishe, kwa sababu moyo wake ni moyo wa muumini. Naam, moyo wake ni moyo mwingine kabisa. Kwa hiyo, tupo miongoni mwetu, tusishangae kuna fulani alisema lakini, akasema akasema, akasema, na mambo alio yasema yote yamekuwa, kwa sababu ni moyo safi, ni moyo uliokuwa uko karibu na Allah, ni moyo umefungamana na iman na umekula chakula ambacho kilikuwa katika meza ya Rahmanur Rahim, ikajua mambo mengi. Basi Mtume alimwambia Abbas, hiyo ndoto hiyo, ma araha illa wafatu ibn akhi maana yake ni kifo cha mwana wa nduguyu. Lakini kuna baadhi ya aya katika Qurani, ukiacha Qurani na kuna baadhi ya hadithi aliyozisema yeye mwenyewe bwana mtume, zote zilikuwa zinaashiria kukaribia kwa kifo cha mtume. Katika sura tu Ali Imran aya ya 144 Mwenyezi Mungu anasema

baada ya muda atakufa. Hakuwa Muhammadi vengine ila ni mtume, wamepita mitume wenzake kabla yake. Je, akifa au akiuawa, ndo nyi mwache dini? Na mwenye kuacha dini akarudi nyuma, kartadi, basi ajue kwamba hakumpunguzia Mungu chochote. Aya hii kwa wale masahaba walikuwa wanafahamu, najua hapa kifo kinamnyemelea Mtume Muhammad. Aya nyingine katika suratul Maida aya ya tatu, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. Aya hii iliposhuka masahaba walifurahi kweli kweli, kwamba leo tumekukamilishieni dini yenu, leo tumeitimiza neema yangu kwenu Leo nimeridhia dini yenu na nimeipa radhi zangu zote iwe ya Uislamu. Sahaba akafurahi, na Mungu ameshaturidhia, Mungu ametimiza dini yetu, imetimia, sio pungufu tena. Wakafurahi, waka celebrate. Lakini yuko mtu mmoja alikuwa analia, Abu Bakr as-Siddiq analia, analia. Wakamuuliza, atabki wal muslimuna kulluhum fil farh, unalia na sote tuna furaha? Akaambia, naam, nyinyi hamjui, kuna habari nzito katika aya hii. Kwa nini?

Kama mambo yameshakamilika sasa, mapungufu yataanza kuja. Ina maana huyu Mtume lilomleta hapa ni kuja kukamilisha dini, kwa hiyo zoezi lake limekwisha. Ina maana yeye ataondoka baada ya muda. Sasa nyinyi mnafurahi kwamba anakufa Mtume? Wote wakabadilika pale pale, wakaanza kulia. Nao ilikuwa ni aya, inaonyesha wazi kwamba kifo cha Mtume kiko karibu. Aya nyingine katika suratul Anbiya

E, wama jaalna li basharin min qablika lkhuld, hatukumjalia mtume yoyote kiumbe yoyote kabla yako we Muhammad kuishi milele katika hii ardhi. Si mtume si kiumbe wa, wa kawaida, wote waliondoka. Afa imita, kama utakufa wewe. Fahumu lkhalidun, wajue wafikirie watu wengine kama watabaki milele, wote watakufa, hakuna takebaki afa inmitta, je, ukifa wewe Muhammad mtu mwingine awe na tamaa ya kuishi katika hii dunia? kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. wa nablukum bishari wal khairi fitna, na tutakupeni mitihani ya matamu na machungu. Yaani hata vitu vitamu ni mtihani, hata mali ni mtihani, na kama ufukara ni mtihani hata kukosa ni mtihani na kupata pia ni mtihani. Yani, nablukum bisharri wal khairi fitna, balaa zetu zitakuja kwa mvipendavyo na mvichukiavyo. Wa ilaina turjaun, kisha kwetu mjue mtarudi. Nuktatu tahawul, sote tufahamu tutarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika Suratu Zumar aya 30. Aya nyingine inaonyesha mtume hatokaa milele atakufa. Hizi aya zote sahaba waliokuwepo pale wengine walizifahamu kwamba sisi tunaishi, lakini baada ya muda mtume atatuacha. Inasemaje? innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yauma alqiyamati inda rabbikum tahtasimun. innaka mayit wewe ni maiti, maana yake utakufa. wa innahum mayitun, na hao wote ni maiti. Ndo sisi hapa sote hapa tulokuwa hapa ni maiti watarajiwa, tunatarajiwa kufa anytime. Aliambiwa hivyo Mtume, innaka mayitun wa innahum mayitun, wewe ni maiti na wao ni maiti. We utakufa na wao watakufa thumma innakum inda thumma innakum yawm alqiyamati inda rabbikum tahtasimun, mtapelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu, huko kuna hisabu, magomvi yatatokea huko, watu wataanza kusemana huko, watalaumiana huko, lakini mambo yatakuwa yamekwisha. Hizi ni aya zilitoa indication kwamba ah mtume atakufa wakati wowote kuanzia sasa na zipo hadithi

Punde akawa ametokezea huko, binti yake mtume anakuja, Fatima bintu Rasulillah umulhasan walhusain. Kuja kwake bibi Aisha anasema tulipokuwa tunamtizama anavyotembea tukauona ule mwendo haukosi kama mwendo wa mtume, tabia zake ndo zile zile za mtume. Bibi Fatima hayiya, mwingi wa haya, naam mwingi wa haya. Siku moja mtume aliingia ndani ya nyumba akasema, Fatima, bayiini ni voti ni bai niunge mkono ala madha ya rasul? juu ya nini? Akamwambia, alla tushiriki billah, usimshirikishe Mwenyezi Mungu, wala tazni wala usizini. Bibi Fatima akaweka uso wake chini alipotaja kilima cha zina, kisha akamata uso wake akahuficha. Akamwambia, ya rasul allah awatazni lhurra, ina maana mwanamke muungwana anazini? Ya Rasulullah, zamani walikuwa wanajua wale watumwa ndo wanalazimishwa na watumwa wao kuzini au wow, kwa sababu wanatafuta pesa ndo wanazini. Sasa mtume anashtukizia, anamwambia mwanawe, niunge mkono kwamba humshirikishi Mungu, hutoiba, wala huto zini. Amekuwa awatazni lhurra, ina maana mwanamke muungwana anazini, kwa sababu ni mageni hayo, wao hawayafahamu hayo lakini, leo kwetu imekuwa ni kitu cha kawaida, hawatazni lhurra. Basi anasema la tuhtiu fi mishyatiha mishyata abiha, utadhani namna anavyotembea kwa upole huduu tumanina wawaqar, ni kama anavyotembea baba yake Fajaat hata ata ila rasulillah, kakaribia kwa Mtume. Faqama ila ya rasulullah, Mtume akanyanyuka kumpokea mwanawe, binti yake. Na Mtume alikuwa akimwona Fatima ananyanyuka anakwenda, anambusu katika baba lake la uso, anasema marhaban bibnati, karibu binti yangu mpenzi. Na alikuwa akimpenda kweli, na kwa hiyo hakuna matatizo ukimbusu binti yako katika kipaji chake cha uso Mtu anaweza kumbusu binti yake, ndio mapenzi ya baba na mama. Usije ukamwona mtu anambusu binti yake ukasema dah, shakuwa kitangi. Abadan, ni sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni marufu unambusu mama yako, lakini kila busu zina zina unwani yake. Huwezi kumbusu mama yako kama unavyombusu mke wako, taban. Huwezi kumbusu mke wako kama unavyowabusu wengineo. Na, na sisi pia tunabusiana wanaume, si ndio? Kwani hivi ndivyo tunavyoabusu wake zetu? Unambusu mume mwenzako kama unavyombusu mke, uone cha moto. Sasa busu zina zinajulikana, zina na hata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtume alikuwa akimbusu mke wake. Naam, kabla hajatoka, nasema kana yuqabbiluni wa huwa saimu. Mtume alikuwa akiniqabbil yani akinibusu, na hali alikuwa amefunga lakini ulama wakakataza kwa mtu mwenye maradhi ya shahwa, ambaye hasikii joto joto la mkewe ila anafanya matatizo, asije akabusu, akae mbali mita mbili au tatu au nne, amwage hivi hivi tu inatosha. Au bus, busu ya alal hawai mubashara, iko busu ya alal hawa eh? busu ya alal hawa, busu ya juu ya hewa, hiyo inatosha. Sio lazima ubusu dakika tatu nne tano. Wewe unabusu abad. Mtume sema wa kana amlakukum liarbi, Mtume alikuwa naweza kukontrol shahawa zake sallu alayhi. Akaja bibi Fatima, faqama ilaiha Rasulullah wa qabalaha akasema, wa ajlasaha fi yaminiha au fi shimaliha, akamweka binti yake mkono wake wa kulia au mkono wake wa kulia mwingine wa kushoto. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alipomweka Fatima katika kikao kile, bibi Aisha anasema tukawa tunatizama fa asarra ilaiha